wa waumu Zanzibar, Mheshimiwa mrajis wa vilabu na chama na michezo Zanzibar, Mheshimiwa katibu mkuu wa chama cha michezo wa Shotokan Zanzibar za shoka, Mheshimiwa mwenyekiti, makamu wa mwenyekiti, naibu katibu, mkurugenzi wa mambo ya nje wa Zanzibar mm -hmm. na viongozi wengine wote waliohudhuria, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi si Mungu muumba wa mbingu na ardhi kwa kutuwezesha kujumuika hapa pamoja katika shughuli kubwa ya mkutano mkuu wa kwanza wa Japan Karate Association World Federation Zanzibar mm -hmm. Shughuli ambayo ni kielelezo cha kwa taasisi zetu za michezo hapa Zanzibar. Vilevile na kushukuru sana mgeni rasmi kwa kule kuungana na sisi leo. Una majukumu mengi ya kitaifa, lakini ukaacha kila kitu na kuupa umuhimu mkubwa mkutano kuu wetu huu na kuja kujumuika nasi leo na kutufungulia mkutano wetu. Kwa hakika hili ni jambo kubwa na nafaraja kwa wanamichezo hasa wanakarata bao leo hii wapo mbele yako mheshimiwa mgeni rasmi. Leo ni siku ya kipekee kwetu. Kwa mara ya kwanza Zanziba wana karate tumepata kuungana moja kwa moja, yani affiliation, na shirika la karate la Japani, yani Japan Karate Association, tarehe pili mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na nne, na kuanzia hapo mumekuwa na shughuli nyingi za kiutendaji ili kuendelea kuifanya karate kuwa hai na kubakia kuwa wanachama hai wa Japan Karate Association. Katika kutimiza majukumu ya kila siku ya kiutendaji, tunatumia karama pia, na leo hii naomba kuwasilisha kwenye mkutano huu matumizi ya Japan Karate Association World Federation Zanzibar kwa mwaka 2024. Tarehe 26 hadi 30 Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na nne Japan Karate Association World Federation Zanzibar imeendesha semina mafunzo, yani dashuku, taifa, ya mafunzo yaani dashuku pamoja na mitihani ya kimataifa international grading, ambapo jumla ya karateka saba kutoka Zanzibar na mmoja kutoka Nairobi nchini Kenya walifanya mitihani katika ngazi ya daraja ya kwanza yaani shodan katika viwanja vya maozedo stadium shughuli hii ilitugharimu shilingi za Kitanzania milioni 8 na laki 5. Gharama hizi zinajumuisha hoteli walizolala walimu kutoka Nairobi na Afrika Kusini, posho za walimu wa kimataifa, malipo ya ukumbi, usafiri na matumizi mengine ya maandalizi. Ya Japan Karate Association wa Zanzibar imeendesha tena semina ya pili ya mafunzo na shuku tarehe tarehe mwezi ishirini na nne. Shughuli hii imeghalimu shiringi za Kitanzania milioni na tano. Gharama hizi zinajumuisha hoteli yaliolana mwalimu kutoka Afrika Kusini, posho za mwalimu wa kimataifa, ukumbi, usafiri na matumizi mengine ya maandalizi, kwa sababu ni mtaneti wa kawaida na ni wajibu wa nchi wanachama kushiriki katika shughuli za kawaida za Japan Karate Association zinazoandaliwa na nchi wanachama katika zoni yao. Japan Karate Association World Federation Zanzibar imeshiriki semina na shughu iliyofanyika Nairobi, Kenya, ambayo ni shilingi za Kitanzania milioni tano na laki tano, ikijumuisha gharama la za nauli, chakula, malazi na ada za kushiriki katika mafunzo hayo kwa mara ya kwanza imepeleka mwamuzi katika mashindano ya kimataifa yaliyofanyika Nairobi tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2024, ambapo wataalamu wawili kutoka Zanzibar, Sensei Hussein Rashid mwenye dani tano za kimataifa na Sensei Abdillahi Hamadi, dani moja ya kimataifa, walishiriki katika kuendesha mashindano hayo. Jambo la faraja ni kuwa Sensei Abdillahi Hamadi ni zao na wanafunzi wa Zanzibar Karate Club na ni miongoni mwa wahitimu waliofaulu katika mitihani iliofanyika gazi nauzambili mwaka 2024. Safari hii iligharimu shilingi za Kitanzania milioni mbili na laki tano. Japan Karate Association wakiwepo Zanzibar iliendesha mitihani ya ndani kiu grade inayotambuliwa na shirika la Japan Karate Association, ambapo wanakarate 26 walitainiwa na kufaulu kama ifuatavyo: wanakarate kumi na tano walifaulu kiwango cha kyu ya nane wanakarate watatu wanakarate watatu walifaulu katika kiwango cha kyu ya saba wanakarate watatu walifaulu katika kiwango cha kyu ya sita wanakarate wa nne walifaulu katika kiwango cha kyu ya nne na mwanafunzi mmoja alifaulu katika ngazi ya kyu ya tatu ya kaonile gharama za mepishatuwa mjilani hii ziligharimu shilingi za Kitanzania laki tano. Japan Karate Association World Federation Zanzibar ilishiriki pia katika shughuli za maadhimisho ya utamaduni wa mzanzibari ambayo yalifanyika Donge Zanzibar, na jumla ya shilingi laki mbili na elfu hamsini za Kitanzania zilitumika zikijumuisha usafiri kwa karateka, maji, viburudisho pamoja na matunga hivyo ote kwa mwaka 2024 ni shilingi za Kitanzania milioni 21 laki saba na elfu hamsini, ambapo gharama hizi hazijumuishi stahiki za watendaji wa Japan Karate Association World Federation Zanzibar wala malipo ya wakufuzi wanedesha mafunzo ya karate hapa Zanzibar. Jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 1 na laki sita zilikusanywa kutoka katika ada za karate na shilingi milioni nne na laki tatu zimekusanywa kutoka katika michango iliyotolewa kutoka kwa wazazi wa wanafunzi pamoja na waisani. Hivyo jumla ya mapato ya chama yalikuwa shilingi milioni tano na laki tisa na nakisi ya matumizi kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne ilikuwa ni milioni kumi na tano laki nane na elfu hamsini. Mweshimuwa Kiraso, naomba kwa na sasa niende moja kwa moja katika makadirio ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa JKA World Federation Zanzibar, ambayo ina shughuli nyingi sana na tunatarajia kuzifanya, zikiwepo vikao vya utendaji, semina za kimataifa zitakazofanyika Zanzibar, semina za kimataifa tutakazoshiriki nje ya nchi, maonyesho ya wazi ambayo yatatoa elimu na burudani watu mbalimbali, pamoja na zoezi la kupanda miti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Makadirio ya matumizi ya mwaka 2025 shi ni shilingi za Kitanzania milioni 64 na laki 4, ambapo makadirio ya mapato ni milioni 4 na laki tatu na elfu ishirini, chanzo cha mapato kikiwa ni michango ya wanachama. Mchanganuo wa shughuli hizi za zina gharama zake za uoneshaji unaonyeshwa vizuri katika vamatamishi vya utfahili. Hivyo basi sina budi kusema kwamba na hisi alakeshi ni kubwa sana. Wahisani wadhamini wanashalika kwa wa kiasi kikubwa katika kuendesha shughuli za chamalishi. Sasa ni muda mwafaka muwafaka Wajikeye wa Federation Zanzibar, kubadili mwelekeo wake na kuendeshwa kibiashara kama vilabu vingine vya michezo kama vile mpira wa miguu, na wakaribisha wawekezaji na wahisani na wafanyabiashara kufanya kazi na sisi ili tukuze pango la vyekeye wakifeteche Zanzibar pamoja na kipango cha karateka moja moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuchukua fursa hii kukushukuru tena kwa uvumilivu wako wa kuwa nasi kualasiavatumiaza shughuli hii licha ya kubanwa na majukumu mengi ya kitaifa, na washukuru vile vile washiriki wa mkutano mkuu huu waliohudhuria, ukiwemo wewe mgeni rasmi, viongozi mbalimbali wanakarate, waandishi wa habari na wapiga picha kutoka vyombo mbalimbali vya habari. Tunawashukuru pia wazazi wa wanafunzi wetu pamoja na wanafunzi wa siku chini ya uangalizi wa wazazi wao, wamejitolea na kutosha katika kuchangia gharama za uendeshaji wa shughuli zetu. Aidha, nichukue fursa hii kuwashukuru mashirika na watu binafsi ambao wametoa michango yao mbalimbali katika kuendesha shughuli zetu za karate. Naomba kutoa shukurani kwa mashirika yafuatayo kwa kutuunga mkono katika shughuli zetu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, People Bank of Zanzibar, PBZ, Abinyo Restaurants, Kids Corner, Zenda General Merchandise, Zenda Bottlers, Sheera Fishness na zile nyingine ambazo sikuweza kuzitaja hapa, basi pia tunazishukuru, zimekuwa na mchango ama taasisi na mtu mmoja mmoja na washukuru kwa ungaji mkono wenu. Na mwaka elfu mbili na ishirini na tano bado tunawahitaji, wahitaji mwendelee kuunga mkono katika kufanikisha shughuli hizi. Kwa pamoja tutaitangaza zaidi nchi yetu kimataifa kupitia mchezo. Naomba pia kuipongeza kamati ya maandalizi ya mkutano mkuu huu ikiongozwa na mwenyekiti wetu, imefanya kazi kubwa katika kufanikisha mkutano huu. Aidha, kwa dhati kabisa namshukuru naibu katibu mkuu Bibi Lutia darasani kwa jitihada kubwa alionyesha. Hakika ule msemo katika kila mafanikio kuna mwanamke nyuma yake, basi yeye ya anathibitisha kwa vitendo. Lakini pia naomba kumshukuru mjumbe na meneja kutoka HCL, ambayo pia leo yuko hapa nasi kuja kuona shughuli hii na kuona kalenda yetu ya mwaka ili basi kuwa nasi katika harakati yetu ya mwaka 2025. Mheshimiwa, asante sana na tunakushukuru sana, asante sana katibu. Baada ya kusema hayo, sasa naomba kuwasilisha. Asante sana, asante sana katibu JKA.